Hebu tuangalie muda wetu tunaotumia sahihi, manake ukiangalia kikwazo kikubwa sana cha umaskini wetu ni muda. Hatutumii muda wetu sahihi. Watu wenye uwezo wanatumia muda wao sahihi kwenye kutafuta hela, kwenye kujiendeleza kiteknolojia, kielimu, kwa ujumla, lakini sisi tunapoteza muda wetu mwingi sana. Sisi binadamu wote tumegewa masaa ishirini na nne. Hayo masaa ishirini na nne hayo ni ya utafutaji. Hakuna mtu aliyogewa masaa zaidi. Tatizo linakujaje? Je, masaa yako ishirini na nne unayatumiaje kwenye kutafuta? Hapo ndo kwenye shida unatumia ipasavyo? Wewe unaenda bar kunywa pombe, mwingine anajifunza jinsi ya kutengeneza website. Wewe unakaa maskani unaongea, mwingine anatembea nyumba hadi nyumba, anajaribu kuuza bidhaa fulani. Mwisho wa siku utabona mtu kama mchawi, lakini sio mchawi, bali uchawi ni wewe mwenyewe unaojipa kutokana na ule muda wako unaopata kutoka asubuhi hautumii pasavyo. Nilisikiliza siku moja interview ya Modeuji. Na nikasikiliza siku moja interview ya huyu Simba wa Bahari au akina GSM. Simba wa Bahari anasema yeye anaamka saa kumi na mbili alfajiri. Na Mo naye anaamka saa kumi na mbili alfajiri. Anafanya mazoezi haraka haraka. Hadi kumi na mbili na nusu kashakimbia tayari, kaiwai foleni. Saa moja kamili kashaingia ofisini kwake, anaanza kusoma emails right. Wewe mwenzangu na mimi, unalala hadi saa kumi na mbili na nusu, saa moja, unaamka saa mbili, unaondoka nyumbani, unakutana foleni ndefu. For instance, labda unatokea Tegeta, unakutana na foleni ndefu hadi ufike mjini, kwenye ofisi yako ni saa nne, saa tano. Ushapoteza muda mwingi sana. Ni bora ili kuikwepa ile foleni, ni bora ukatoka alfajiri saa kumi na mbili, ukawahi pale ofisini saa moja, na jioni ukawahi kuondoka saa kumi, baada nusu saa au saa moja uko nyumbani saa kumi na moja, kuliko kutoka saa kumi na moja jioni hadi uingie nyumbani saa mbili usiku, umechoka hoi kutokana na foleni. Kwa hiyo muda ni kitu kimojawapo kinachocheza sana katika mambo yetu, katika miangaiko yetu hii time. Tujaribu kucheza na muda. Muda ndio utakupa wewe maendeleo, muda ndio utakufanya wewe unyoke uwe na disiplini, ukitembea na muda. Tumia dayari, andika mambo yako kwa muda na yafanye kwa muda mwafaka. Ujue kwa siku moja unaotumia muda wako wote kufanya nini na nini, kuanzia asubuhi hadi jioni. Ivan the Don naendelea kukumbusha, endelea kusubscribe ni follow kwenye channel zangu, utajifunza mambo mengi sana ya muhimu. Asante sana.